Hivi unafahamu kwamba e, kwa nini watu ambao wanashinda pesa kwa gafa kwa kupitia michezo ya kubahatisha, au kwa nini watu ambao wanapata pesa gafa e, wanaishiwa pesa gafa? Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali zilizofanywa e, na watu mbalimbali sasa nchi zilizoendelea wamebaini kwamba watu, watu watatu tu kati ya kumi ambao wanashinda pesa kwa kutumia michezo ya kubahatisha ndio pekee ufanikiwa kubadilisha maisha yao. Do you know the reason behind? <laughs> The reason behind ni ndogo sana, kwa sababu watu wanakuwa hawako prepared for a certain change, yani wanakuwa wako prepared for an abrupt change. Sasa hii kitu inaweza kuelezewa vizuri kwa kitu ambacho kinaitwa the compounding effect. Compounding effect ni kile kitu ambacho mtu anaamini kwamba kitu kikubwa huja kwa compilation ya vitu vidogo vidogo vingi. Sasa kwa kutambua hilo, leo tuko na huyu Peter Thiel anakuandikia Zero to One. Zero to one, maana yake ni kwamba kitu hicho nifurahisha huyo mwandishi ni kwamba ah, yeye yeah, hakutaka kufanya makubwa, kwamba kusema from zero to hero au zero to 100 au zero to nini. Yeye yeah, amefanya to a very, very, very small step. Amekwambia kwamba from zero to one, kitu ambacho logically ni possible. Zero to one imeandikwa na Peter Thiel ndo, we will be reviewing this book for uh, the coming weeks, kama tukijaliwa uzima. Zero to one ni kitabu ambacho kimeandikwa na Peter Thiel na huko ndani kinaongelea maswala ya ujasiriamali, mm, psychology, biashara na likes na the likes. Unajua eh, ni kitabu ambacho kimezungumzia sana sana mambo ambayo watu wanayapenda financial, financial freedom, eh, psychology, eh, entrepreneurship. Ni kitabu ambacho of course I will like it kwa sababu mimi ni muumini wa the compounding effect. Mimi sio muumini wa eh, zero to 100

Eh, book ma, yeah. uh, ma, So, don't put all your eggs in the same basket Pia doesn't matter what you do as long as you do it well karibuni sana jamani jaman tuliviko pamoja Zero to one, if you really need this book you can get it from me uh, kwangu mimi utakipata kwa bei ya ofa for only k 20K, 20K utakipata. Mikoani tunatuma kwa aminifu mkubwa. Let's review this together uh, naomba nipate comments yoyote kama mna swali na nini na nini na nini, but for the coming weeks tutakuwa tuna review zero to one by Peter Thiel. Karibuni in page podcast, naitwa Amos.